Mashabiki walijaribu sana kukufuatilia hapo awali na mpaka mm -hmm. sasa hivi wanashangaa huyu mzee yuko wapi na nini kimemkuta, wamekaa katika sitofahamu, unajua mm -hmm. hawajui ni kitu gani ambacho mzee wetu kimemkuta. Tunahitaji tumuone anafanya nini na nini. Kwa hiyo lengo langu hasa, nahitaji kwanza uweze kuwajulisha bwana, mimi nipo wapi na niko sehemu gani, na mpaka sasa hivi nafanya kitu gani, na wenzangu munifuatilie wapi. Ah bana, kusema ule ukweli, naam Yalipitapita tu matatizo chungu mzima ya kibinadamu ndio. Basi ndiye alinifanya nikakaa muda mrefu, mm. Bila kuonekana, kimya kikawa kimetawala, giza likawa limetanda mbele sawa sawa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi naam. Wametokea cha pesa online. Naam, wameamua kunishika mkono. Naam, kwa hiyo sasa hivi ndugu zangu, mimi naongea kwa uchungu na kwa upole zaidi. Naam, wale wote waliokuwa wananifuatilia kwenye mitandao ya kijamii ndiyo, msipate shida na msipate tabu. Naam, naomba mniunge mkono sasa hivi nipo tv ya nini laini ya cha pesa Naam, ndiko nako patikana sasa hivi Hakuna tena sehemu nyingine yoyote utakayonipata, no. zaidi ya Chapesa online full stop. so, so. kama kuna mtu nimemuuzi, kama kuna mtu labda pengine nimemkera, no. lakini mkumbuke, jana nilisema, shida ndio inamfanya mtu kubadilika kutoka katika hali yake ya kawaida kwenda katika mm. hali tofauti ambayo yeye hakuitegemea. so, so. kwa hiyo wa na nyinyi, washabiki wangu, nawaomba mlipokee na natasisitiza, no. na, sana, yani huku ndiko mtakakonipata. Kwa hiyo mnatakiwa mkubaliane na chochote mnachokiona. Ingawa mimi mzee wenu mnaniona, basi kila kitu kitakaa sawa na tutakiweka sawa. Kuna jamaa yangu mmoja, rafiki yangu sana, huyu bwana analia kila siku, anaitwa Ufudu, Ufudu. E, yupo ujiji Kijiji. Kigoma, Kigoma. Kigoma. Huyu bwana ananitafuta mno, wengi na wengine wasionipigia wengi simu. Jamani, mimi nipo Chapesa yani media. Mkifika tu pale Chapesa media, yeah. We connect tu pale, andika Mzee Saidi. Kama wewe ni Mwingereza unaandika them coming to from Mzee Saidi, ah. Ukinihugo tu hapo nganganga inakuja. Inakuja tunaniona mzee na kipara changu, nimekaa nimetulia, namwaga sera, msiwe na eh, nashaka mimi nipo Naam, lakini sasa hivi nipo Chapesa online TV kabisa. Bas, basi eh, ndio niliko, wala msihangaike, mnayenifuatilia na mnayenitaka na mnayenipenda kokote duniani ndio. Ufudu, uliniambia utaninunulia sabuni, sabuni zangu mimi sijazipata za kutoka Kigoma na naomba uninunulie, uniletee Ufudu, usijikaushe, mwambie zitume kupitia Chapesa Media, zinafika tena, Chapesa Media wana connecti. Wa ninunulie sabuni zangu, katoni moja ya boxi elfu ishirini na tano. Tuliniambia bwana mzee Saidi, nitakununulia hii. Nadai kwa sababu ni ahadi, uliniahidi Ufudu wewe. Naam. Kwa hiyo sasa hivi washabiki wako wakihitaji au kama kuna masuala ya kutoa matangazo na kujaribu kufanya tangazo lolote, unawaashiria au unawathibitishia ni sehemu sahihi ya kupatikana kwako ni Chapesa, Chapesa TV, kokote kule Chapesa TV. Yani wakitaka kunipata mimi sasa hivi kiurahisi kabisa, Chapesa, safi kabisa, mimi nipo Chapesa, jamani waungwana wenzangu, Watanzania wenzangu na wasio Watanzania no. wote mnaonifuatilia, binadamu kama mimi tunaohema no. mimi napatikana cha pesa no. na msio na shaka, hawa vijana ndio nimeanza nao hii interview ya tatu, kwa hiyo bado hawajanielewa na mimi sijawaelewa, lakini kaeni, mambo mazuri yanakuja tena, yanakuja barabara, vitu vipya vinakuja. Vitu vipya vinakuja, mtakimbiana manake kila mtu atakuwa anadondosha simu Deo, kwa ile fula. E, e, kule kule kungine kote kule kwa Wabatinia kule kwa Wabatinia kote kule mishatoka e, mi kwa Wabatinia tena sipo, mimi nipo zangu Chapesa TV. Yoyote yule anayetaka kumwona Mzee Saidi ambaye ametoka kwa Wabatinia yupo Chapesa TV, unanipata kiurahisi kabisa. Na anayetakiwa kukuwakilisha anayetakiwa nani? Cha cha, ah, Chapesa wenyewe. wenyewe ni, ni nani? Mimi si kujui jina lako wewe, ndo Chapesa. Naam, nimesimama na mwanaume mwenyewe sasa hivi, ndo ndoa mpya jamani, nimefunga ndoa na mpya na, nimeshatoka kule kwa Wabatinia sasa hivi nipo na Chapesa. Chapesa si unajua pesa pesa. Pesa kila kitu kinaenda, sijui mnanielewa. Pesa, pesa, pesa. Ndio maana kuna mwimbo limba. Pesa, pesa bana, mimi niko na Chapesa wanangu nah. Wala msijali, subirini vinakuja vizuri hivi za zaidi chama na Sie, mimi naondoka nao wote wale, mmoja nataka hasa mmoja. Naondoka na nani we? Nataka, we nataka niondoke na nani? Pagumu hapo sheye. Naondoka na haua, naondoka na haua. Bwana, wewe ujuzi kageuzwa kapinduliwa ka chapati jana hapa. Mimi naondoka na Hamza babu. Wewe, mm. vipi? Mimi mm. namtaka yule bwana, wanini wewe kapinduliwa, mpaka nani diala, nataka kutoa machozi mm, naondoka na Hamza. Hamza katulia mm yule bwana sasa hivi kama mapepe umri sijui, naye alifiwa na mkewe sijui, alifiwa na mkewe sijui, ndio maana mi naondoka na Hamza babu. Bwana wewe mchokozi sana bwana <banuwe. laughs> Mimi naondoka na wote kwa sababu yanajua kukaba yote kati ya mmoja. Ah, wapi naondoka na wote <laughs> eh. Ah, kati ya wote <laughs> naondoka na bwa hata eh, jina lenyewe Eh, yani hata mtangazaji anatakiwa kama beka mpenja anatakiwa kuseme bwa. Sio kalabusha bwa a a kalabusha bwa ando anaondoka naye. Na mimi ndo naondoka naye, wewe huyo. Bana, mimi mine... mavambo, mavambo na duka ya buya. Na duka ya buya. Naondoka na mavambo babu. Mm. Eh, naondoka na mavambo. Hivi mm, duka ya buya, wewe amesimama duka ya buya hapa. <laughs> Hapa amesimama mavambo. Wewe tu wewe unakimbilia wapi? Babu wewe unakimbilia wapi? Babu njoo, njoo babu. Babu Kindeka njoo, mimi nataka ni muulize, huyu mzee naye Yanga Yanga huyu. Njoo babu, wewe we, kama mavambo, unawekewa mavambo, unawekewa na duka Una ya buche, unakimbilia wapi? E, ana mimi nilijua Yanga huyu nilikwambia, lazima <laughs> Mi babu naondoka na Fernandes mavambo mm. Aki ya Mungu, yani unaangalia target, bado ujamtaja mmoja Kukosha. E, ujamtaja mmoja Musa Pimpin Kamara na, na jijidi yara. Naondoka na nani, na Pimpin Kamara. Hey, ubora wa timu mm. Bado ujamtaja mmoja <laughs> hey, bado ujamtajaujamtaja <laughs> uja <mtaja>. Bado huyu <laughs> uja bwana ah. Yani ananitajia wae wale hivi kweli nimwache elimu panzu niondoke kangalombo. Mm. Bado shehe bado. Ah, niondoke <laughs> <Shuri. laughs> <Abo. laughs> <laughs> <laughs> na mmoja <laughs> taomba kwa Mungu niondoke nao wote <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ah, wale wote babu wale, hapana, tutabishana mpaka asubuhi. Wae wote natia kwenye timu yangu, siwezi kuondoka na mmoja pale e. Kwa sababu auchwa na kazi yake yule, naye ana kazi yake kagoma pale, bado hujamtaja, sijui anamwacha wa nini. Basi mi nikwambie tu, mi naondoka na mkwe wangu Azizikii. Yoyote utakayemtaja, yani yoyote utakayemtaja Simba kule, shehe, mi naondoka na Azizikii e. Wao, umeliona goli lile, kwanza aliuchengeesha mkono ule aliupeleka namna, ikawa mkia wanyoka e, aliurudisha namna alivyokuja kumchungulia golikipa, kipa ha, kule nje ya kumi na nane karibu na uwanja wa goli. Sasa na mimi na, na, na, na Mediali bwana <laughs> au nataka niondoke na nani? Akya Mungu, naondoka na Alikamwe na kwa sababu yule mtoto ana maneno ya kishenzi ya kihunihuni. Naondoka na Alikamwe na yule mzee, mtu mzima, mtu mzima mwenzangu yule, ili kusudi niweze kushinda katika mazungumzo yangu. Naondoka na Alikamwe. Nikushukuru sana mzee e, mpaka kawe kwa loka hapo mchezo <laughs> mi naondoka naye yule Alikamwe, mimi naondoka naye kwa sababu gani? Alikamwe anajua kupambana kuongea, ya kuongea yule, anaongea maneno ya busara, yaani busara kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa yule kwenye ubishi huwezi kwenda naye nayo, mimi naondoka na e, a. Lazima niumie bwana, kila siku kuitwa mwakarobo, lazima niondoke na nani na Alikamwe na make akitupa nami natupa huku, hmm. akidondosha huku mimi naangukia kule, ah, hmm. sasa Eh, eh, kule kule kungine kote kule kwa Wabatinia kule kwa Wabatinia kote kule, mi shatoka kwa Wabatinia, eh, mi kwa Wabatinia tena sipo. Mimi nipo zangu Chapesa TV, sawa sawa. Yoyote yule anayetaka kumwona Mzee Saidi ambaye ametoka kwa Wabatinia yupo Chapesa TV, unanipata kiurahisi kabisa na anayetakiwa kukuwakilisha Kiwa, Chapesa? Cha, nani ah, cha Chapesa wenyewe. Wenyewe ni, ni nani sikujui jina lako, we ndo Chapesa bana, nimesimama na mwanaume mwenyewe sasa hivi. Ndo ndoa mpya jamani, nimefunga ndoa mpya, nimeshatoka kule kwa wabatinia, sasa hivi nipo na Chapesa. Chapesa si unajua pesa. Muhimu. Pesa pesa. Kila kitu kinaenda. Sijui mnanielewa inabidi wajue kwa sasa hivi pesa pesa, pesa. Ndio maana kuna mwimbo limba pesa, pesa. Bana, mi niko na Chapesa wanangu nah. Wala msijali, subirini vinakuja vizuri zaidi hivi.